Sharti za kuwajibika zaka zimegawanyika katika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Unajua no, maana ya sharti? Naam. Sio tukasema sharti kubwa, hazijui maana yake? Sharti ni kitu cha lazima ambacho sio kikusudiwa kikuu, kabla hicho kikusudiwa kikuu, yaani kitu cha lazima kukifanya ili kile cha mbele kiswifu. Hiki kinaitwa sharti. Kwa mfano, katika swala kuna kutawaza ili swala ilizijikuwa na udhu. Tunasema nini, udhu ni nini? Ni sharti la swala. Katika masharti ya ya ya swala ni kuingia wakati wa swala. Katika masharti ya swala ni kuelekea upande wapi? Wa kibla. Sasa zaka kuna masharti yake ili iwajibike. Kabla haijawajibika tujue kwamba ni wapi, sawasawa? Eh, masharti ya kuwajibika nini zaka? Hai. Sharti za kuwajibika zaka zinagawanyika sehemu mbili, a hey. Kuna sharti zinazofungamana na anayetoa zaka kuna sharti zinazofungamana na anayetoa zaka b. Ukiangalia hapo a chini kuna b, eh, sharti zinazofungamana na mali inayotolewa zaka. Sharti za kuwajibikiwa na zaka zimegawanyika sehemu ngapi? Zeboki, yaani ndio somo langu hili. Ili zaka iwe wajibu wapo wewe, kuna masharti mangapi? Mawili. Sharti la kwanza ni upande wa yule anayetoa zaka na sharti la pili ni ile mali inayotolewa zaka. Masharti, ndii sehemu ya kwanza kuna sharti inayohusiana na anayetoa zaka, sehemu ya pili kuna sharti inayofungamana na ile mali inayotolewa zaka. sharti za kuwajibika zaka, sharti za kuwajibika zaka zinagawanyika katika sehemu mbili. sehemu ya kwanza sharti zinazofungamana na anayetoa zaka, sharti hizi ni mbili. Sharti zinazofungamana na anayetoa zaka ni mbili tu. Ni ngapi? Mbili tu. Nazo ni kuwa muislamu, huyu anayetakiwa kutoa zaka kwanza au muislamu. Kama si muislamu, hatakiwi. Kwa nini? Kwa sababu zaka ni ibada na Allah haikubali ibada isipokuwa nani? Isipokuwa muislamu. wa kadimna ila ma amilu min amali fajalnahu habaa mansura, Allah anasema matendo mazuri yanayofanywa na wale ambao ni Waislamu, siku ya kiyama Allah atayafanya ni kama vumbi linalotukurisha na upepo, hakuna faida yoyote. Sasa ili matendo mazuri yawe na faida na maana kwa mtu, sharti huyo mtu au Muislamu. Sasa kama zaka ni ibada na ni nguzo katika Uislamu, sharti la kwanza kwa yule anayetaka kutoa zaka, anayetakiwa kutoa zaka kwanza au Islamu. Sharti la ngapi hilo? Sharti la kwanza. Sharti la pili, huwa huru huyo mtu, anatakiwa awe huru, asiwe asiwe mtumwa. Mimi na wao hapo ni waungwana, tuko huru sisi, hatumilikiwi sio watumwa. Haya masharti mawili yanahusiana na nani? neno kutoa zaka. Kwa hiyo kutoa zaka ana masharti mawili: sharti la kwanza awe Muislamu, sharti la pili awe nani? Awe huru. Akiwa si Muislamu, zaka haiwajibiki kwake. Kama ni Muislamu lakini hayuko huru, yeye ni mtumwa, hawajibiki na zaka. Ili zaka iwe wajibu kwake, haya masharti mawili, sharti la kwanza awe Muislamu, sharti la pili awe huru. Tukisema tukisema huru tu, maana yake asiwe mtumwa. Tukisema awe muislamu, maana yake asiwe kafiri. Ehe, asiwe kafiri, asiwe kafiri, asiwe mtumwa, sawasawe. so, so, haya, angalia kisho kipengele kinachofuatia kwenye ibada ya zaka, hakuna sharti la kubalehe wala akili timamu. Ukija kwenye swala kwenye masharti ya swala, unaambia kwanza uwe muislamu, uwe umebalehe uwe na akili timamu. Mtu kama ni mwenda uzimu atatakiwa swali, hawezi kuswali si ndivyo eh? Eh, mtoto mchanga lazima kuswali? Hapana. Sawasawa, sasa katika zaka hakuna hilo sharti la kusema kwamba huyu awe amezalere, hilo sharti halipo, kusema kwamba huyu awe na akili timamu, hilo sharti halipo, hata kama kichaa, hata kama kichaa, hata kama mtoto eh. kuna watoto ni matajiri kuliko wewe. Au hawapo wapo? Eh, amezaliwa, baba yake alishakufa, lakini mtu alikuwa na, na mali si mchezo, anakuja akakuta tu mali za kutosha sana. Anakupa zaka wewe, lakini mtoto mdogo bado tu ananyonya eh? lakini ana mali kwa kweli. Sasa katika ibada ya zaka hakuna sharti la kubalea, katika ibada ya zaka hakuna sharti la kuwa na akili timamu, hili halifu. Kwa nini? Kwa sababu ibada hii inahusiana na mali, haihusiani na mwili ile mtu. inahusiana na ile mali Swala inahusiana na huu mwili wako wewe, si ndivyo? au inahusiana na nini? Swala kinahusiana ni huu mwili utasimama, utaruku, utasujudu, utafanyaje. Lakini zaka ina ina-, ina mafungamano ya mwili wako, inaambatanisha na mwili wako, wala ni kitu mbali kabisa. Lakini swala ya vyombo vyako vyote, hizi hivi vinashiriki. Kwa hiyo, kwenye ibada ya zaka hakuna sharti la kusema huyu anayetakiwa kutoa zaka kwanza awe amebalehe huyu anatakia kutoa zaka au na nini, na akili timamu, haliko kwenye zaka, lipo kwenye ibada nyingine huko, si kwenye zaka. Kwa nini? Kwa sababu zaka ni ibada ilifungamanishwa na mali, imefungamanishwa na nani. Leo umekiona sharti zinazohusiana na nini na kuwajibika kwa zaka, zimegawanyika sehemu gapi? Sehemu ya kwanza Sharti zinazomhusu vilookutoza ambazo ni ngapi? Mbili tu. Kwanza awe Muislamu, alafu mbili awe mkuu, asiwe mtumwa, asiwe kafiri. Sawa, panazingatiwa kubalehe au awu na balehe na awe na akili timamu? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ibada hii imefungamanishwa na nini? Imefungamanishwa na mali. Hii ni ibada imefungamanishwa na nini? Kwa sababu kwamba huyu ni kichaa. Kwa hiyo pamoja na kuwa ana mabilioni ya pesa, mali zake zisingie kwenye zaka. Ah ah. Tunachouliza tu, yeye ni Muislamu? Yeye alikuwa Muislamu akaja akachanganyikiwa, ah, alikuwa Muislamu. Ah, Muislamu. Sawa sawa. Alikuwa mtumwa wa Qur'an, alikuwa hosti mtumwa ile mali yake sasa. Sawa sawa eh? Hai. Ndili. Sharti ni kufungamana na maji ya leo sana. Hapo matamu. Yaani hapo matamu yani hapa, biliaje ikiki? Hata biliaje, hata ugani. Mtu mmoja anapenda sana wali maharage hmm. Anasema hata siku ya kiapo kule ndio kwenda, namwambia Allah, mimi nipige wali maharage eh, wali maharage <laughs> <bada> sana kwa ah <laughs> unapanda sana <laughs> yaani ah, sisi eh, sasa hapa kwenye namba mbili hapa ni patamu kuliko chakula kitabu kita unachokijua wewe. Sharti zinazofungamana na mali inayotolewa zaka, sharti zinazofungamana na mali inayotolewa zaka. Hapa namba moja ilikuwa ni sharti zinazofungamana na anayetoa zaka. Sharti zinazofungamana na anayetoa zaka ni ngapi? Mbili tu, awe Muislamu, awe nguu. Lakini tunakuja sehemu ya pili, sharti zinazofungamana na mali inayotolewa zaka. Sharti hizi ziko tano mm, yaani tusome sharti kwenye mlango wa zaka ni tajiri kwenye mlango wa zaka. Sharti hizi ni ngapi? Kama nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu ni ngapi? E, na hizi sharti zipo ngapi? Eh, gozi ndio kachanganya e, e, sharti hizi zipo tano. Sharti zinazofungamana na mali inayotolewa zaka, sharti hizi ziko tano. Nazo ni moja, ambayo ni eh mali kuwa katika mali za zaka. Hii ni sharti ya kwanza, hiyo mali hiyo unayetaka kuitolea zaka iwe ni katika zile mali ambazo Uislamu unasema mali hii inatakiwa kutolewa zaka. Sio uwe kutoa tu, kuna mali ambazo sheria zingatia mali hizi zinatakiwa kutolewa zaka. Kwa hiyo katika masharti yanayofungamana na mali hiyo, mali iwe ni katika zile mali za kutolewa zaka pamoja tu si. Hiyo mali iwo katika mali za nini? Za zaka. Ndio maana ukirudi katika definition hapo kwenye maana ya zaka kisheria tulisemaje? Tulisema, ye, tulisema ni ibada ya kumwabudu Allah kwa kutoa sehemu ambayo ni wajibu kitoa wa kisheria katika mali maalum, katika mali maalum. Kwa hiyo mali maalum ni ipi? Ni zile mali za zaka. Kwa hiyo sharti la kwanza katika masharti yanayohusu mali inayotolewa zaka, hiyo mali hiyo katika mali za kutolewa zaka, hiyo mali hiyo hiyo katika mali za kutolewa nini zaka, sharti la ngapi? la kwanza katika masharti anaefungamana na nini? Na mali ulitolewa zaka. Sharti la pili, mali kufikia kiwango cha zaka. Hiyo mali baada ya kuwa ni katika mali za zaka, iwe imefikia kiwango, sio kwamba ukiwa na mali kushirikiana kwamba utoa zaka uh -huh. hiyo imefikia nini? e. mali nayo ndiyo ni katika zile mali za zaka? Hapana. uh -huh. ta na zaka mali unayo ndio ni katika mali za zaka ndiyo? Je, nisikia kiwango? Hapana, hakuna zaka. Mali unayo ndio ni katika mali za zaka ndio, nisikia kiwango cha zaka ndio, sawa. Tunaenda atoa tatu. Sharti ya ngapi sasa? Sharti ya, ya tatu mali kutimia umiliki wa kiwango cha zaka. Hiyo mali iwe imetimia umiliki wa hicho kiwango, sawa. Haya, atakuja kwenye ufafanuzi wake. Haya, itakuja katika nini? Katika ufanuzi, katika ufanuzi wake, kutimia umiliki wa hicho kiwango. Inawezekana unayo mali, lakini je, ule umiliki umetimia? Inawezekana umiliki haujatimia. Sawa sawa, tutoe mfano nguo to hii hapa dilivi sisii kutaakutua taki wakedivi bo baadaye unafanyaje sasa, satakajiunga wanajiunga naam, wanajiunga. Unaita kifurushi, si ndivyo? Haya, unapojiunga kile kifurushi, kuna hatua unafuata. Hatua ya kwanza taza ni ngapi ngapi star unaenda kwenye namba, unaenda kwenye re au hash, si ndivyo? Utaenda utachagua kifurushi cha wiki, cha mwezi, una click kama cha wiki, kama cha mwezi. Ukishamaliza zile hatua zote sawasawa umeshajiunga hujajiunga? Naam. Na umeshamaliza zile hatua zote, umejiunga hujajiunga? Umejiunga. Sawasawa, je, kule kujiunga kumetimia? Kuna kumetimia? Hapana, mpaka uletea meseji, sindivo? Mpaka uletea nini, ile meseji. Ikishaletewa kule kujiunga, saizi imeshatimia. Unaingiza umeme hapa, ukafata zile kanuni zote, lakini hawajakuletea ile token, unaweza ukaingiza umeme lakini kule kujiunga umeshafunza vile kamili zote, lakini je sasa kumetimia? Bado tunasema bado. Lini kumetimia? ukiletea sasa ile token kishale tena, tunasema sasa kule kujiunga kwako umeshatimia. Sasa unaweza kuwa umemiliki kiwango, ndio nimemiliki. Je, ule umiliki umetimia sawasawa? ule umiliki umetimia. Na nitajuaje huu umiliki umetimia? huku tunaletea message, ndivyo? Je, mfunya zaka tunaletewa hivi yaani huu umiliki kwenye zaka tunaletea message au eh, hai tutapewa maelekezo sawa sawa. Eh, kuna vipengele kadhaa kama vitatu au vinne vitakavyokupa kielelezo cha kwamba umiliki wako wa kiwango cha zaka umetimia. kwao sharti la ngapi? Sharti la tatu. Sharti la tatu inasemaje? Mali kutimia umiliki wa kiwango cha zaka, ile mali kutimia ule umiliki wa kiwango cha nini cha zaka. Sharti la ngapi? Sharti uh, la ngapi? La tatu. Sharti la nne, kiwango cha mali kuzungukwa na mwaka. Hicho kiwango kizungukwe na mwaka, sawasawa. Ikiwa hiyo mali ni katika mali za kuzungukwa na mwaka, sababu ni mali zimekanaseii. Kuna mali ambayo kiwango chake ili kitolewe zaka kizungukwe na mwaka na kuna mali ambayo kinye kiwango chake hakizunguki na mwaka. Sasa ikiwa hiyo mali ni katika mali ambazo kiwango chake mpaka kizungukwa na mwaka ili zake iwajibike kwenye hiyo mali, hicho kiwango kizungukwa na mwaka. Hicho kiwango kizungukwa na nini? Na mwaka. Mtu anaweza akawa na mali e, kiwango kimekaa vizuri, sawa. Eh, leo tarehe ngapi? Kwa mfano, tarehe kumi, si ndivyo? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa tatu hii tarehe kumi mwezi wa tatu mtu ana kiwango cha mali kiwango cha mali, tunasubiri tarehe kumi mwezi wa tatu ishirini ishirini na sita, hichi kiwango kimezungukwa na nini? Na mwaka. Lakini hichi kiwango ambacho leo tarehe kumi kimetimia inapofika mwezi wa saba pale kikapotea, yaani kwa mfano fano pesa mtu alikuwa na milioni tano alikuwa na milioni tano sawa sawa sawa. Leo tarehe kumi mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano ana milioni tano tena sawa sawa. Kuja kufika mwakani tarehe kumi mwezi wa tatu ishirini ishirini na sita ana milioni tano sawa sawa sawa, lakini hapa katikati mwezi wa saba hii milioni tano ilipotea, ikaja ikashuka milioni mbili milioni moja milioni nne ikashuka hapa ikapotea hapa katikati, hapa sawa sawa we, lakini kuja kufika ile tarehe ikaja milioni ngapi? jeji jao, kimezungukwa na mwaka, kimezungukwa na mwaka kimezungukwa na mwaka, naam. no. Hiki kiwango kimezungukwa na mwaka? hapa katikati tokea vurugu au imebaki hiyo milioni tano? haijabaki milioni tano, mwezi wa saba mwezi wa nane pale ilipotea, ikaje e ikashuka milioni mbili huku, sawa sawa, ikaje, akapambana akapambana, milioni so ngapi? Je, hiki kiwango kimezungukwa na mwaka hakijazungukwa na mwaka? hapa katikati pa nyumba, hapa katikati pa mfanyaje? kwa hiyo katika masharti ya zaka hicho kiwango kizungukwa na mwaka, hicho kiwango kizungukwa na nini hmm. hicho kiwango kizungukwa na mwaka. Sharti la ngapi? Sharti la ngapi? la nne. Sharti la nne, sharti la mwisho la tano, mali kuwa ya halali. Hiyo mali ni nini tutu hmm. anauza ponde huku hapa, anataka kukutolea zaka. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa Allah ni msafi hakubali ila msafi jamaa. Tupo wote kweli, hapa hapa msikitini, tupo wote hapa darasani, tupo wote tunasema, masharti ya kuwajibika zaka yamegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Kuna masharti yanayofungamana na mtu na kuna masharti yanayofungamana na mali. Masharti yanayofungamana na mtu ni mangapi? Mawili. Sharti la kwanza au Muislamu. Sharti la pili awe huru, asiwe kafiri, asiwe mtumwa. Masharti ambayo yalihusu mali ni masharti mangapi? Matano. Sharti la kwanza, hiyo mali iwe ni katika mali za kutolewa zaka, hiyo mali ni katika mali za kutolewa zaka. Sharti la pili, hiyo mali ifikie kiwango cha zaka, hiyo mali ifikie kiwango cha zaka. Sharti la tatu, kutimia umiliki ulicho kiwango kutimia umiliki wa hicho waicho kiwango, korofi kuliko zote, kutimia umiliki wa hicho kiwango namba, namba ngapi? ya namba tatu. namba Nne, kiwango cha hiyo mali kizungukwe na mwaka, kama hiyo mali ni katika mali za kuzungukwa na mwaka. Maana kuna mali haizungukwi na mwaka, kuna mali inazungukwa na mwaka. Sasa ile mali ambayo inazungukwa na mwaka, kile kiwango kizungukwe na mwaka fulani hapa katikati, sawa sawa. Alafu sharti la mwisho kwamba hiyo mali hiyo ni mali ya halali, hiyo mali hiyo mali ya ambaya, mali ya ni nini. Kwa hiyo masharti ambayo anaihusu mali ya kutolewa zaka ni masharti mangapi? Masharti matano. Yule ambaye anataka kutoa zaka ni masharti mangapi? Mawili. Jumla tuna masharti mangapi? Saba. Jumla tuna masharti mangapi? Kwa hiyo masharti ya kuwajibikiwa zaka katika mali ni masharti saba. Sehemu ngapi? Mbili, masharti mawili yanahuhusu mtugutowa zaka, mashati matano yanayhusu mali inayotolewa nini? Zaka. Gimesha, ubani imeshababa, tunamalizia tunamalizia kwa leo tambii tambi. Kama, kama ka kama mali itakuwa na sifa mbili za kuingia katika zaka, kama mali itakuwa na sifa mbili za kuingia katika zaka hiyo mali ni moja lakini, ina sifa mbili za kuipeleka katika nini, katika zaka. Tunaitoleaje zaka? Kama mali itakuwa na sifa mbili za kuingia katika zaka, basi zaka itatolewa upande mmoja tu, zaka itatolewa upande mmoja tu. Yaani hii mali uliyonayo wewe, hii mali uliyonayo wewe tayari kuna sababu mbili za kuifanya ingie katika zaka. Je, tunatoa zaka mara mbili? Tunatoa zaka mara moja, mara moja tunatoa zaka mara moja. Mfano, angalia mfano. Kwa mfano mtu anayefanya biashara ya wanyama, mtu anayefanya biashara ya wanyama, wale wanyama wakafikia kiwango cha zaka, kwa mfano ng'ombe. Ng'ombe ni ngapi? Tunafahamu ng'ombe ngapi zaka? Si ng'ombe 30? Mtu akimiliki ng'ombe 30 amefikia kiwango, si ndivyo? Eh, sasa kwa mfano mtu ana ng'ombe 30, kiwango cha nini cha zaka. Sasa sasa ng'ombe ni anafanya biashara ya ng'ombe, wale ng'ombe ni thelathini, lakini anafanya biashara. Kuna vitu vingapi hapo? Kuna vitu viwili. Kuna idadi ya wale ng'ombe kufikia kiwango cha zaka, sawa. Ile idadi ikifikia na kuzungukwa na mwaka inahusiana na zaka ile na zaka, lakini wakati huo huo hawa ng'ombe wanafanyia biashara, na kuna zaka ya biashara. Yani, kuna zaka ya ng'ombe na kuna zaka ya biashara. Hii viwili vinaingia kwenye kitu kimoja hii si vivzi vinaingia kwenye kitu kimoja. Huyu mnyama ng'ombe ni katika mali za zaka, lakini huyu huyu akaingizwa kwenye biashara. Kwa hiyo kuna zaka ya ng'ombe, kuna zaka ya biashara. Sasa mali moja imekuwa na sababu mbili za kuingia katika zaka, tunafanyaje? Tunaambia tunatoa tuna upande, tunatoa upande moja tu, tunatoa upande upande moja tu kuanasema anasema kwa mfano mtu anayefanya biashara ya wanyama, wale wanyama wakafikia kiwango cha zaka kwa idadi yake na ni mali ya biashara, yaani wale wanyama kwa idadi yake wakafikia kiwango cha zaka, lakini wakati huo hao wanyama ni wanyama nini, wa biashara. Hapo mtu wa zaka atatoa tu upande wa biashara na ule upande wa kufikia kiwango utaachwa kabisa. Kwa atatolea atatolea zaka upande wa biashara kile kiwango cha zaka sheria itamwambiaje? yaani au thelathini, wewe hatukuanz uchguro umoja kwa sababu unafanya biashara toto zake biashara, usitoke kuangalia kiwango cha idadi ya hawa ng'ombe. Hapo ni mali gani? ile mali ambayo itakuwa na nini, itakuwa na sifa mbili za kuingiza katika zaka. Kwa hiyo mali ikiwa na sifa mbili za kuingiza katika zaka inatolewa upande inatolewa upande inatolewa upande upande upande moja. Kwa hiyo somo letu la leo ilikuwa ni sharti za kuwajibika nini? Ni sharti za kuwajibika za kuwajibika zaka. Tumeona masharti yetu yako saba, masharti mawili yanamhusu anayetoa zaka na masharti matano yanaihusu ile mali inayotolewa zaka. Allah akitujalia kesho, tutaendelea na kipindi kinachosema ufafanuzi wa sharti zinazofungamana na mali zinazotolewa zaka. Sawasawa. Sasa hizi mali ambazo imezitaja ufafanuzi wake sasa, tunatakiwa tu tufanyaje? Tujatufahamu tupanya, masharti yakitimia kuna zaka, kama haijatimia hakuna zaka.